<laughs> Aye, so G Kibwengo, all the way kutoka Temeke na uh, Choro Genius Genius wapi vile? Kimara moja. Yo. Genius tena. Choro wapi vile? Kimara moja. Twenzetu. Bwana mdogo ila leo mdogo mdogo utajichongoja Manatono jaiwai kunu nuwa soda. Kwanza kuyo mshindi sijui wa aina gani. Paka leo kiwi isha badisha maluani. Kwanza kwanza leo na kuchana siku tizani. Kwanza nikikona na kutamani. Paka natamani ni kuhite hani. We choto, Paka nikikona na nipa joto. Kwanza nikikona nipi changa moto. Leo humu ndani na kuchapa mboko. Leo mefaga kwanza una kwanza oti kwanza wana kushangaa, kwanza we mtoto mzuri lebala kinikama mtoto ni mashalah, bado ni na kwenda bado ni na ludi, leo nakuchana tu mwanangu makusudi, paka nakuona kama mtoto wewe ludi. Yeah, yeah, yeah. MC wa kuitwa Cholo leo nakwambia utatafuta chocholo besi zako kona kona, kama fikizolo kila unavochana punchlines zina kasolo ya yeah. Wewe kabisa umekula ugolo, punch sula mbaya ungetunyoa pala ili uwe kama solo. Ha, uniwezi, uniwezi kwa mashahili, umevaa kofia kandumi la kuili, tumbo lina kutetemeka unapata ngili, Kibwengo niwezi, mi ndo bingwa mashahiri, sali lako kabisa, yani unafikiria. Awezi kabisa leo na kushamburia, au na kitu kwa idea na kupa freestyle kabisa, uende kuniadisia mimi, ndo kibwengo kabisa, ulikuwa ujue Takupa hela basi yo soda ukanunue nini sasa, wewe mina chilaka utambue we. unanuki kubwa utafikili we nguruwe we. Leo nakuchakaza kamwambie mwaza wewe, unamaliza kibwe komi ndona aza, tumbo lako msosi hakuna sana kujaza, mama ako alipokulea akakulemaza sana, kutuliza kwenye mtumbwi na uniwezi kwa bato, utajaribu masumbwi yo. <laughs> Everybody say yeah! Ah, i ah, kumeanza kuchangamka hapa si ndio Kibwengo? <laughs> Sawa Choro Genious, songa bwana Choro, uh, uh, Genious uh, alivoanza amefanya vizuri yeah. Uh, mixer alimwambia jamaa, siju anapata hela nunui na hela soda nini, lakini sasa G uh, Kibwengo alivyorudi kapiga yeah, panchi alafu na kamjibu pia Foundation. Eh, kwamba yeye nitakupa ukanunue mwenyewe ikiwezekana. <laughs> Kwa hiyo uh, nikilinganisha naona Choro amefanya vizuri, lakini G Kibwengo amekuja amepiga comeback moja ya hatari sana Dao. Lakini kitu kingine cha kumshauri uh, Choro Genius ajitahidi kushika mic yasikike vizuri, kwa sababu napata tabu sana kumsikia inabidi nitege sikio sana. Sasa sijui watu wa nyuma kule inakuwaje. Kwa hiyo ukisikika vizuri, naamini una freestyle vizuri, kwa hiyo itaongeza ita nguvu hiyo. Kwenye raundi hii nampa G Kibwengo. Oh yeah, G Kibwengo, aha Mansuri, yeah, unajua advantage kubwa ya wewe kwa kwa unakuja kumalizia, maanake ushamsikiliza usha mpinzani wako, ushaona kwenye ana strength gani kwenye hicho alichokubato na kuna weakness gani Yeah. Sasa mara nyingi wanashangaa na kuta mtu yeye anamalizia lakini tena yake inakuwa bado inakuwa pua. Wakati wewe ushamsikia mwenzako, maana unajua mimi sasa unamrudiaje. Yeah. Ndio maana wengi wanakuwa hawataki kuanza. Yeah. Kwa hiyo hapo alichokifanya I mean ah uh, G Kibwengo, maana yani kashamstadi kashamsikiliza, akampa na pia akampa na ile alichomsema yeye na akamrudishia pia vile vile. Ndio. Kwa hiyo hii comeback ya mchizi imekuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo Kurango pia amechukua G Kibwengo. G Kibwengo, as usual. Uh, P. Yeah, kwa sababu round ni mbili, basi yeah. Naamini kuna kitu amejifunza uh, bwana nani? Cholo Genius. Cholo Genius. Genius kwamba yeah. Usichukulie round poa, poapoa, oh, mwenzio ameshambulia yeah. Kweli. Of course umeshambulia kwa engo flani, mwenzio ameshambulia mwanzo mwisho. Kwa hiyo hapo, hebu rekebisha kwenye round inayofuata ili tuone kama utaleta utofauti, lakini hapa G Kibwengo amechukua G Kibwengo tena. Oh, yes. Yo, yo, umeambiwa hii ni ba totozi, sikukulie poa. Kibwengo, sicheleweshi fasta na kuondoa ya yeah, punchline zako za kuzogoa nachukua hela halafu na, na kuoa auna mbii kitu kabisa wewe, hapo tozi unaonekana kabisa, unaleta gozigozi gozi, na kupeleka mwendo fulani vile mbio, mbio na hivi viatu vyako hivi vya mchuchumio viatu fulani kisa cheki kikatula akili mapepe sijui fisi tu sungula, unakuja na njaa haujakula fisari zako na pinda pinda na kunyoshea lula. Una videvu kabisa videvu vya kishamba, wewe unaonekana mkulima tu wa pamba. Hauwezi kabisa upa utatamba, wewe kani nyoka leo hapa kabisa unavua gamba. Umevaa kabisa iki hapo kipama kabisa kwenye bato leo hapo tazama, leo hapa kabisa umekwama wee, so mtoto wa baba wewe ni mtoto Mama, mama. Ha, nakutuliza kitu gani? Nambie, sema ki kabisa, mimi nikuharibie macho mea toa, na nataka usinzie, nakupa michano mpaka usikie, toa hivyo vinywele umekaa nyuma, nenda kwa mbele. Yo Kibwengo, yo. Yo. Yo. Yo. Na kuona wewe ni mrembo kwanza, nikikutazama na kuona kama mtoto wa mama, natamani nikuchane, ni kuchane kamaguya kama ka Obama, kama ka na kuona kwanza umekula chako kishati na kuona ushapagawa miadarati, ila kiwezo mimi haunipati. Leo nakuchana leo, mwanangu wa kufati, umekila chako hicho. Yo, okay, amekula chako hicho Usiogope mikibwengo na kutisha, unafagawa katika mjengo, kulia mtoto mdogo. Usiogope kuchana, piga tizi sana, unaogopa nini bana? Sikutishe au umekubalia ishe Jo, okay, ngoja huyu Kibwengo sio kama sinitishe, hajui kwa nini nimekubalia ishe Ila sema tu wanangu, mtanielewa, sio kama kibwengo huyu nimemchelewa. Najua, najua kwamba mi najua kuflow, ila sema tu mablaza tu mablo, naombeni nawombeni tu na mbeni, na mbeni, samahani ila mjui, sijui nimekumbwa na kitu gani? Ndio maana mablaza no shinda kupata burudani, ila huyu kiweza, wala hanifikii, sio kama siwezi kuchana kama madii, ila kiukweli, huyu mwanangu sijemwogopi, na siku nyingine nikutane, nitampiga makofi wala siogopi. Sio kama kashinda labda kaoezo hiyo, huyu jamani, namwona tumtelezo huyu tumdegwedo. Asanteni sana, kuacha ndala luksa kuja na mawe na kutatu, ameshika mapanga pita hivi. Shout out kwa mwanangu Choro Genious. Napendaga kumtania nilikuwa natigwa ni pale nyuma, jamaa anambia mistari yake kama wanaimbwa kona -kona. kona kona kona, kona mafikizoro, mafikizoro wanaimbwa moja <laughs> naitwa bana, kuna haja ya kutoa uh, inajulikana si ndiyo? Yeah, yeah, yeah. oh, yeah. makofi kwa G Kibwengo.